Waziri Mkuu Kassim Majaliwa Juni 28, 2025 amemwaga rasmi Balozi wa Angola nchini Tanzania, Sandro de Oliveira, ambaye amemaliza muda wake wa uwakilishi baada ya kutumikia nchi yake kwa mafanikio makubwa ya kidiplomasia hapa nchini. Majaliwa ambaye ameagana na balozi huyo jijini Dodoma kwa niaba ya Rais dr Samia Suluhu Hassan amempongeza Balozi de Oliveira kwa mchango wake mkubwa katika kuimarisha ushirikiano wa kibiashara, kisiasa, kijamii kati ya Tanzania na Angola. Majaliwa amemweleza balozi huyo kuwa Serikali ya Tanzania itaendelea kuthamini na kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia na kidugu kati ya Tanzania na Angola katika nyanja zote muhimu za maendeleo. Balozi de Oliveira ameipongeza serikali ya Tanzania kwa ushirikiano mzuri aliyoupata wakati wote wa uwakilishi wake na amesema Angola itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Tanzania katika kuendeleza ustawi wa nchi hizo mbili. Zaituni Mkwama, Daily News Digital <mulia>